Sasa kwa kuwa nimeipata, acha nianze na yeye mwenye kiti, na wengine watafata. chigonyinge no chigonyinge wakobeta kine chini ya uvungu naletogwa na mane siri ya uvungu Naletongwa na ndebe isiria uvungu uvungu. Ah, ona tuko maeneo ya nyumbani hapa, na sina sababu ya kuingia ndani. Nimekumbuka unatakiwa kwenda kibaruani, kuna bazi ya majukumu sijaweka sawa, socherwa kurudi. Sawa lakini kingine nimefurahia huduma ya mtaalamu ambavyo nakuwa matibabu, kwa sababu matoke yake pia nimeyaona, matibabu yake yameniridhisha, na ile ahadi yangu ya kumpelekea zawadi bado iko pale pale, ni swala la muda tu, sawa. Alafu leo kuna kitu nimejifunza, maisha yanatufunza vitu vingi sana na majifunzo, unaweza ukapoteza kitu cha thamani sana kwa sababu ya kitu cha kijinga tu. Una maana gani hapana? Eh, hebu tuachana na hayo, wewe ingia ndani, kapumzike sawa. Lakini mume wangu tengia asubuhi na ikaika, mara kwa mbwembwe, mara tumeenda kwa mganga, umerudi sasa hivi ni jioni, ungetulia nyumbani. Msikiliza mke wangu, najua nanihitaji kuliko kawaida, lakini naenda hivi. Nakwaidi tu kwamba sitochelewa kurudi, sawa? Kapumzike. Ai, nishafika sehemu yangu ya kwenda kuchimba dawa. Hiyo dawa nilikukabidhi, naomba ufanye kama nilivyokuambia. Na ukienda tofauti na nilivyokuambia, mdogo wako atapata matatizo. Sawa mganga, nitafuata kama ulivyoniambia, nitapambana ili mdogo wangu aweze kuona, sitakwenda kinyume. Sawa, mimi naenda kuchimba dawa, wewe muwai mdogo wako. Sawa mganga, asante. Hivyo ambavyo nimevifunga katika nywele zenu, haitakiwi mmoja wapo kuvitoa. Mjomba, unamaanisha hii ndio kinga ambayo inaweza kutulinda na nayo anayotokea? Unapaswa kufata kile ambacho kuwa nakiongea, lakini sio kuuliza uliza maswali. Kata mtu mzima ni dawa, fata kile anachokuelekeza na maswali maswali mda mwingine huwa yanaponza na pia ukiachana na hivyo, kuanzia hivi hapaswi mmoja wenu kutoka nje usiku na kuoga. Muhakikishe inapoingia tu magharibi, basi ndio mwisho wa mtu kuoga mpaka pale nitakapowambia sasa nimemaliza taratibu zangu. Na lingine, kesho panapo majaliwa kukija tu nitakuwa na utaratibu ambao kuufanya juu ya mwili wa mama yako, ili kuweza kumwamsha na kumrudisha katika hali yake kuwa sawa. Hivyo nisingependa mmojawapo kutoka nje ili eneo mpaka pale nitakapomaliza kazi zangu zote. Tumeelewa? yatochanganyamaganiko baba.

Nani we, nani we, nani hey, mngoja, napitapita tu hapa bila hata taarifa. Vipi umu tu. mi hapa, kuna kitu nataka ni tu nikuulize tu kiutu uzima, unijibu tu mona. Toka umekuja hapa ni mtu wakukaa tu ndani muda wote, na hata ukitoka unatoka na kakanga na kandoo Unaingia zako bafuni, ukimaliza kuoga ndani, yaani kama huko eda kweli eh? Mimi ni mwanaume mwenzako, wote wapambanaji, uza tukapiga hata vistori vya hapa na hapa. Hata kama umezuiliwa, masharti masharti kuyatimiza na kuyakosea ndio kuzuiliwa ni mm. kusalimia watu. Sasa wewe ungekuwa nahitaji fea au kupiga stori na mimi na imani ungenisaidia tangu nimefika hapa, lakini uko unaniangalia tu, napitia misukosuko huku na kule sitaki shobo ngoja. Hmm, kwanza ngoja wewe! Eti sitaki sitaki shobo, kona unaanza kunikoromea sasa? Eti yani unajikuta kidume wewe eh? shamba kabisa. Kumbe yake labda kitu ambacho uelewi nikwambie sasa, mi kwanza hapo umenikuta we wow, uzidana wale wanaosema wakuja ndio kina nyinyi, sasa mnavimba vimba, vimba miji siyo yenu Au kwa sababu leo ka kuku broiler umebadilisha manyoya? Oyawe, mimi naitwa Obi, ujue si tu broiler wala si tu kuku, na hizi ni nguo, sio manyoya. Kuwa na adabu ujue. Unataka kusema nini wewe? hmm. Yaani, kisa tu unaona tayari nasha umeanza kushevushevu vindevu hivyo eh? ku, hey, kama umeolewa, ila mi kuna kitu nahisi kabisa kuku na Melisa, niambie tu labda kama Melisa wa alivyotoka ameenda huko, maana onekani onekani hapa. Labda ukitoka na hapa unamfata huko <laughs> unamaliza mamako na uti nakwambia, siminie. <laughs> nye vijana nguvu kazi, unaweza niambie tu, mimi natunza siri, mimi baba yako mdogo. Kwa baadhi ya maswali, angalia namna unavyoyauliza, sisi tunaelewana. Ngoja kwanza wewe, kuna baba bora na baba bwege eh? Umeamua kunitusi, si ndio? kuna baba bola na bola baba. Sasa sijajua umekaa kwenye upande gani, afu kitu ambacho ukijui mtoto wa mwisho huwa anasikilizwa sana. Mi kinda kozi andafi kitu chochote kile, afu mwenye kitambo kabla ya kumidiki hizi kazi ambazo hazina vieti. Oh, mi niko mafya ananjua kote mimi umo hivi, nikiomba miogo akininyima naamua kuwasaidia kumenya kwao, ananipa kome gaidi Usija kanchukulia poa, enda mwana kwenda. Walisema waliosema, minaona tu nanizingua. Achana na mimi, unakaidi eti mkaidi hadi siku ya Idi eh. Yani we ni mkaidi hadi siku ya Idi, sindio? Sasa siku ya Idi hapa hatupiki, na tutakuona, utaenda kula wapi?

ni huyo mzee Manemo, alafu wewe bado umeenda kuwa naye na mzee. Tena mzee? Hivi ndugu wangu, nataka tupitie nini tena? Kwa sababu haya niliokuwa naye tu yananichosha, mazito ananichanganya hadi akili. Sasa mimi kama hivi nimepata matatizo, na wewe unaingia kwenye matatizo. Huyu ndugu wetu Kipunja tayari saidiwa na nani? Dadaamba hivyo najisikia kweli nachozungumza wewe umetoka hapa umetuacha sisi, umeenda kuanzisha maisha yako mjini na mwanaume wako. Hakuna alokulimit, hakuna alokupangia. Kwa nini mimi? Huyo mzee Manembo ana shida gani? Ana kasoro gani? Mzee wa watu. Afu wewe yani umetoka, unapotoka unanileta mimi hapa, unaniweka kikao mimi na huyu mtoto, huu misi mdogo wangu kwao. Umeamua kunivunjia heshima mimi mbele ya mdogo wangu. Yani dada, mimi nahisi wewe ndo unamfundisha jeuri huyu mtoto kwa sababu huyu amekuwa mtu pekee kunisumbu wa kunisumbua mimi sana humu ndani. Yaani wewe kila ukitoka, kila ukiondoka, huyu nampa jeuri ya kunifanya mimi sasa kama mdogo wake. Unajua maneno alioniambia juzi, huyu karitukana huyu inabidi mimi niende kama anavyosema raia ile bibi ulebidiwizai nani mwangu na anasemaje, uchao uweze kwenda kwa mentali. Hiyo ni misemo ya watu, lakini bado naweza nikafariki. Acha tu mimi niende kama mbwa naiwe mbwai baluza. Amenitukana pale. Yote hayo ni kwa sababu yako, na kama unavyoona mimi nimeanza kuzungumza, ameinuka hapa, ameondoka. Hasa dada, mimi ninachokiomba ukae na mdogo wako na umfundishe. Na kitu kingine, mimi sitaki, sitaki, sitaki, sitaki kuzungumziwa, au sitaki kuwekwa chini mimi kwa sababu ya mzee Manembo. Mimi nampenda yule mzee. Dada, mbona hutaki kunielewa? <coughs> ama kweli alogaa asikie sikio la siki kufa wala, wala cha dawa. Wewe kweli umeloga haswa, tena wewe umeweuka wewe tusipokuwai kaburi kule linakuhusu, umelogwa wewe na matatizo yako. Ulipotoka huko ukaja hapa, mimi nikakupeleka kwa mganga. Mimi sijalogwa wala mimi sina matatizo, na kama hilo kaburi, jiangalie sana usije kadumbukia. Wewe nimekwambia, mniache, mniache, mniache! Kama vipi ndugu tuuvunje Mimi, ijiki biyanga, biyanga. Sasa mimi hichi kiatu kinaenda kwa mzee Manembo, mkinitaka mtanifuata huko. Alhamdulillah, tumemaliza ile janga, ndugu yangu. Sasa hapa, dada, mimi nadhani kilichobaki ni wewe kuwahi kwa mganga, ukampatie majibu. Sawa, daktari. Ndugu yangu Odo, uwepo wako ni furaha kubwa sana mbele ya mboni za macho yangu. Unanchanganya mwanamke wewe. Wakati nakuja huku, nilikuja kwa ajili ya kuwekeza shamba, niache vijana wakiwa wanaendelea kuhudumia shamba na mimi niendelee na pilika zangu mjini, lakini kupitia wewe nimejikuta na gairi kabisa. Hiyo inanifanya nisubiri mpaka nitakavyomaliza kilimo changu, na kama hutojali naomba unipe ridhaa ya kunitambulisha kwenu ili wafahamu uwepo wangu kwako. Hata mimi nakupenda sana pia, na nimefurahi sana kusikia hivyo. Nafurahi kuona umeijua thamani yangu inanifanya nisijutie kuchelewa kutoingia kwenye mahusiano kadogo. Aya, habari yako?

kondoka zangu nikamwacha. Ila nilipofika nyumbani matatizo yangu yameongezeka, bora ya mara ya kwanza. Nikasema ngoja nimfuate mkuza huko huko nilipomwacha. Nafika kule sikumkuta. Nikasema naenda huko nyumbani kwake. Ila bahati nzuri kwa nimekutana na wewe. Nashukuru Mungu. Sasa naomba umfikishe taarifa zangu. Na zikichelewa hizi sasa hivi simfuate yeye tena kwa mtendaji. Maanaona kazi yake ishamshinda. Kwani dakika pipi? Matatizo yote matatizo gani? Wewe tena kadogo, unataka kuyajua matatizo yangu wewe? Na kuhusu nini, utanisaidia nini? Ah, ndio nimeshakueleza. Unaweza kulitatua jambo langu? Acha umbea, kuna mambo mengine ya kubwa hayakuhusu. Na kama ningekuwa naweza kukwambia hili jambo basi, kwa hakuna haja tena kumfuata kaka yako, ningekufuata wewe nitatulia matatizo yangu. Naomba unisamee, nitafikisha taarifa zako kama unavyotaka. Chizi nini wewe, koma wewe. hmm. ah. Dada anaikaeka huyu, ndio maana arifuki ah. Ah. Yeah. Yeah. Ah. Naomba nikuondoe mashaka kuhusu akuenda nyumbani sasa hivi. Nahitaji akili yako iwekeze sana kwenye kazi ili ije kuwa na faida kwetu. Kuhusu nyumbani, tutaenda tu. Pia itanibidi pale nyumbani nitoke, okay? Maana pale nabanwa sana. Itafute chumba nipange, ili niwe na uhuru na wewe. Alafu si utakao nakuja kulala. Wazo zuri. Siwezi kupinga chochote utakachoniambia, kwa sababu niko tayari kuacha kila kitu kwa sababu yako. Sina chochote cha kunizuia, sina mume na sina mpenzi zaidi yako, kwa hiyo hakuna mtu wa kupinga. Sawa. Nafurahi kusikia hivyo. Tuondoke mara hapa. Tulekee hivi. Tuelekee hivi. Sawa, tuondoke. Sikufichi, nilitaka nipite. Umenipa nini mpaka nimezama? Sikufichi, sikutaka nikupende. Kihehele chako ndicho kilichokuponza. Nilikwambia, nilikuambia mwalimu Grace huo unakuja kunifundisha nyumbani kwangu, ulinikiuka ukaenda kwa mganga. Sasa huyo mganga wako alokutuma uje kuchukua mchanga kwangu ndio alokuponza, sasa utakaa hapa mpaka mimi nitapoamua. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ufungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza kama ubaya wa mwachi. Mungu wanalipiza, watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa, kuna fimbo ya yaaja inayoweza geuka nyoka yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana ah. Uhu, kuna vitu vya kutisha uadui ah.